Rais Ramaphosa wa Afrika ya Kusini alikuwa anasubiriwa kwa hamu sana wakati mkutano wa SADEC ulipofanyika. Kauli ya Rais Ramaphosa ilisubiriwa kwa hamu sana kwa sababu waliosubiri kauli hiyo walitarajia kwamba angezungumza jambo kuhusu rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Walisubiri kwamba Ramaphosa huenda atazungumza jambo fulani, kwa kuzingatia kwamba miongoni mwa viongozi wakubwa Afrika Ramaphosa ni kiongozi ambaye ni msema kweli, haogopi kusema jambo la kweli. Na miongoni mwa matendo yake makubwa ambayo yamempandisha sana sifa na kuonesha kwamba huyu uh, si mbabaishaji bali ni mtu ambaye anazungumza ukweli ni pale ambapo alipoishambulia moja kwa moja Israeli, akieleza kwamba inachofanya ni mauaji ya kimbari. Ramaphosa alishambulia Israeli ilipokuwa inashambulia Gaza. Hakuna kiongozi wa Afrika ama, ni viongozi wachache wa Afrika wenye uwezo wa kuthubutu kusema maneno haya. Kwa hiyo, hata katika suala la rais Samia, ilitarajiwa rais Ramaphosa angezungumza jambo, lakini kinyume na matarajio ya wengi Raisi Ramaphosa hakuzungumza jambo lolote kuhusu Samia Suluhu Hassan, hakusema chochote. Sasa watu wanataka kufahamu, mwalimu, kwa nini Ramaphosa alikaa kimya? Kwa hivyo nimetolewa darasani na watu wakitaka kupata elimu, nami nakuja kuitoa elimu hiyo. Sasa msikilize mwalimu. Kwa nini Ramaphosa alikaa kimya na hakusema chochote kuhusiana na, na Rais Samia? Kabla sijakupatia jibu, naomba kwanza nikufahamishe jambo moja usilolifahamu. Naomba nikueleza jambo moja usilolifahamu siri Ramaphosa ni mwanadiplomasia, mfanyabiashara mwenye uzoefu mkubwa na CEO. Anajua azungumze nini wakati gani, na azungumze kipi wakati gani, lakini pia anajua kupima mambo. Cyril Ramaphosa anajua kupima mambo. sasa tunarudi sasa. Kwa nini Ramaphosa hakuzungumza jambo lolote? Ramaphosa anaufahamu ukweli. Rais Ramaphosa anaufahamu ukweli. Samia Suluhu Hassan ni mwanadiplomasia, si mwana diplomasia tu, ni mgodi wa diplomasia. Ramaphosa ni genius. Ni mtu mwenye akili nyingi sana. Kwa hivyo, Ramaphosa anafahamu ambacho Rais Samia Suluhu atakifanya wakati ujao. Ndio sababu hakushambulia, akanyamaza. Alifahamu rais Ramaphosa kwamba Samia ni mwanadiplomasia, si mwanadiplomasia tu, bali ni mgodi wa diplomasia. Naomba nizungumze kwa umombo, nizungumze kwa kimombo. Samia is a diplomatic minefield. South Africa president is smart. He probably know what Samia will go through in the near future, and the best thing is keep off. Kwa hivyo Kilichomfanya Ramaphosa akae kimya ni kufahamu kwamba Samia Suluhu ni mwanadiplomasia mbobevu na angeweza kufanya jambo lolote. Sasa ambacho alikitarajia Ramaphosa tayari tumesha kigundua. Kwa nini alikaa kimya? Ni kauli iliyotolewa na Rais Samia. Kauli gani hiyo? ni kauli iliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan, kauli aliyomtuma makamu wake akamwakilishe aiseme, na nukuu kauli hiyo. Hii ndiyo kauli ambayo aliifahamu Ramaphosa, na mnukuu, Emmanuel Nchimbi chimbi anasema ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hawa wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na duniani. Kauli ya amani, kauli ya kidiplomasia, kauli nzito ambayo siri Ramaphosa, rais Ramaphosa alifahamu kwa jambo hili litaweza kutokea. Kwa hivyo uh, kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ndio imemfunga mdomo Ramaphosa, na uh, Ramaphosa anafahamu ama alifahamu kitu ambacho uh, Samia Suluhu Hassani angekifanya. Samia Suluhu Hassani ni mwanadiplomasia, Ramaphosa ni mwanasiasa, ni kiongozi mwenye akili nyingi anayejua kupambanua mambo. Sasa kauli hii ya Rais Samia Suluhu ambayo inaitisha maridhiano uh, ni, ni kauli nzuri sana ni kauli nzuri sana ni kauli ambayo e, inalenga katika kuliponya taifa. Kwa hivyo ni kauli ambayo inarejesha umoja e, wa kitaifa katika mtafaruku ambao umetokea. E, uliosababisha uharibifu e, kutokea. Sasa kauli hii ya kusema kwamba tuna e, kwamba yuko tayari kwa maridhiano ni kauli nzuri sana ya ki, ya kidiplomasia ambayo ndiyo Ramaphosa naamini kwamba e, aliifahamu kutoka mwanzo. Kwa hiyo sasa nini kifanyike? Kinachotakiwa kufanyika kwa sasa ni kwenda katika meza ya maridhiano, ni kuzungumza ni kujadiliana, ni kueleza. A, tuzungumze, nataka nini, jambo gani liende sawa, lengo tuijenge nchi yetu. Kwa hivyo Rais Samia Suluhu Hasani uh, anaweka sasa nafasi ya watu kuzungumza ya watu kujadili kao. Sasa eh, hii ni nafasi sidhani kama kundi ambalo linaitwa katika mazungumzo kama linaweza likakataa nafasi hii. Yani, sijawahi kuona mgogoro ambao uliweza kumalizwa bila mazungumzo bila mazungumzo. E, e, e, diplomasia mazungumzo ndiyo yalimaliza kila kitu. Tengeneza hoja zako, tengeneza maoni yako, tengeneza kila kitu ambacho unataka tunakaa katika meza moja ya mazungumzo, mnazungumza, tunaridhiana, tunaendelea kujenga nchi yetu. Lazima tuhakikishe tunaijenga nchi yetu. Kwa hiyo ni kauli nzuri sana ambayo ilitolewa na rais Samia Suluhu Hassan, kauli ya kimaendeleo kauli ya umoja kauli ya kizalendo kauli ambayo inakuja kuliunganisha taifa liendelee kuwa katika eh, ile ngazi yake ya kila siku ambayo imejulikana. Mbali na hayo, mkutano wa SADEC ulimpongeza rais Samia, SADEC ilimpongeza rais Samia pamoja na viongozi wote waliokuwa hapo, kwa kimombo, kwa kimombo nitanuku. Summit congratulated her excellency Dr Samia Suluhu Hassan president of the united republic of Tanzania on their election held in September and October 2025. Narejea tena kauli yangu, rais Samia Suluhu Hassan ni mwanadiplomasia, ni mpenda amani. Kauli yake ya kuitisha mazungumzo ya maridhiano ni kauli nzuri sana. Tujitokeze, tuliko wende, tukazungumze, tujenge nchi na Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani. Nawatakia siku njema sana.